Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Mbingu itapochanika, na nyota zitapotawanyika, na bahari zitakapopasuliwa, na makaburi yatapofukuliwa, hapo kila nafsi itajua ilichotanguliza na ilichobakisha nyuma. Ewe mwanadamu, nini kilichokughuri ukamwacha Mola wako mlezi mtukufu Aliyekuumba akakuweka sawa, akakunyoosha? Katika sura yoyote aliyoipenda akakujenga. Sivyo hivyo, bali nyinyi mnaikanusha siku ya malipo. Na hakika bila shaka wapo walinzi juu yenu, waandishi wenye heshima, wanayajua mnayoyatenda. Hakika wema bila shaka watakuwa katika neema, na hakika waovu bila shaka watakuwa motoni. Wataingia humo siku ya malipo na hawatoacha kuwamo humo. Na nini kitakachokujulisha siku ya malipo ni siku gani? Tena nini kitakachokujulisha siku ya malipo ni siku gani? Siku ambayo nafsi haitakuwa na madaraka yoyote juu ya nafsi, na amri yote siku hiyo ni ya Mwenyezi Mungu tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La... Suratul Infitar imeteremka Maka. Sura hii imeeleza baadhi ya vitisho vya saa ya Kiyama kwa njia ya kutangaza kuwa hakika litatokea jambo katika siku ambayo kila mtu atajua nini aliyolitanguliza na nini aliyoliakhirisha. Tena aya zikaingia kumhadharisha mwanadamu aliyedanganyika na Mola wake Mlezi aliyemuumba akamweka sawa, akamjenga kwa namna ya pekee na kwa umbo bora kabisa. Inathibitisha sura kuwa huyo mtu anayekadhibisha siku ya malipo na inatilia mkazo uwepo malaika juu yake walinzi mahshum waandishi na ikamalizia kusema kuwa watu wema watapata neema na wapotovu hawatapata ila Jahannam watakayoingia siku ya Kiyama, siku ambayo nafsi haitoweza kuimilikia nafsi nyingine chochote na amri yote itakuwa ni ya Mwenyezi Mungu tu. Itakapopasuka mbingu na nyota zitakapopukutika na kutawanyika, na bahari zikafurika na kwingiliana kwa kuondoka vizuwizi baina yawo, na makaburi yakafunuliwa na wakatoka maiti waliokuwamo hapo, basi kila nafsi itajua nini heri ya ushari iliyotanguliza na iliyochelewesha. Ewe mwanadamu, kitu gani kilichokuhadaa wewe na Mola wako Mlezi Mtukufu hata ukafanya jeuri ya kwenda kumwasi. Ni dhahiri kuwa Saidi Abdallah bin Ali bin Nasiri, aliyetunga utendo wa Kiswahili maarufu Itwawali Al Nkishafu, aliwaza aya hii alipotunga ubeti huu: moyo wangu nini huzundikani, likukuriyelo hela ni nni hunelezi, nami kalibaini, liwapo na sura nisikataye Mungu wako huyo ndiye aliyekuumba na wehukuwa chochote akakuumba na viungo vya kukuletea manufaa, akakufanya umenyoka kwa umbo sawasawa, akakujenga na akakuleta katika sura yoyote aliyoitaka. Hammwachi, bali nyinyi mnakadhibisha malipo ya siku ya Kiama. Na hakika wako juu yenu malaika walinzi, ambao ni waheshimiwa kwetu wanasajili vitendo vyenu vyote mvitendavyo, vya heri na shari. Hakika wale walio ni wakweli katika imani yawo wapo katika neema kubwa, na hakika walioiacha amru ya Mwenyezi Mungu, bila shaka watakuwa katika moto na uunguza, wataingia humo siku ya malipo, na wala hawatotoka katika jahanamu. Na nini kitakujuvya ni nini hiyo siku ya malipo? Na mambo yake yamepindukia ujuzi wako na fikira zako. Tena ni nini kitakachokujuvya ni nini hiyo siku ya malipo, kwa vitisho vyake na shida zake? Siku ambayo nafsi haitakuwa na mamlaka yoyote juu ya nafsi ya kuifaa au kuidhuru, na amri yote siku hiyo itakuwa ni ya Mwenyezi Mungu peke yake.